Taifa letu na sio vinginevyo. Baraza tunatoa mshikamano huu kama nguzo ya amani, utulivu na mshikamano wa taifa, huku tukisisitiza kuwa wananchi wote wanapaswa kushirikiana kikamilifu katika miradi ya maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa, ili kuimarisha mshikamano wa taifa, huku tukihakikisha kwamba mustakabali wa vijana unadumu katika taifa letu na taifa letu linaenda kuangalia kwamba taifa letu linakwenda kuzingatia mustakabali mkubwa, hasa sisi kwetu vijana katika kudumisha amani upendo na mshikamano, tukitambua kwamba vijana sisi ndio wengi katika taifa letu tofauti na makundi mengine. Sambamba na hayo, baraza tumeazimia kuendelea kuhamasisha vijana kushiriki kamilifu katika shughuli za maendeleo, si wilaya hii tu bali na wilaya nyingine na taifa zima kwa ujumla. Ushiriki huu ni nguvu kubwa ya maendeleo, kwani vijana ni ngazi ya ni ngazi nzuri ya sasa na ni msingi wa uongozi wa kizazi hiki cha sasa, na kushirikishwa kikamilifu kunahakikisha kuwa mipango ya serikali, chama na jamii inatekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Ndugu zangu, aidha baraza tumeazimia kulinda taswira, heshima na uzalendo wa taifa letu, hususan katika matumizi ya mitandao ya kijamii, vyombo vya habari na majukwaa ya umma, kwa kuzingatia maadili, mshikamano na uzalendo wa taifa. Baraza tumeona kuwa taswira bora ya taifa letu ni msingi wa kuaminika kuungwa mkono na kuhamasisha mshikamano kwa wananchi, huku vijana tukichukua nafasi ya mstari wa mbele katika kulinda heshima hiyo, kuimarisha mshikamano na kuchangia maendeleo makubwa katika taifa letu. Pia baraza limeazimia kusimamia nidhamu, maadili na mshikamano na uwajibikaji wa viongozi katika ngazi zote, kuanzia umoja wa vijana, chama na serikali, na viongozi wote wanatakiwa kuzingatia lugha ya heshima, vitendo vya ujenzi eh, mshikamano wa kweli na kuhakikisha kila hatua inayochukuliwa kwa maslahi ya vijana ya taifa inachukuliwa vyema na kwa kuzingatia misingi na matakwa ya sheria ya nchi yetu. Ni wazi kuwa kuimarishwa kwa vijana kutaleta maendeleo katika serikali yetu na katika chama chetu na hata taifa kwa ujumla. Baraza tumeazimia kwa dhati na kwa mshikamano wa kweli kwamba hatutajiridhisha wala kujificha nyuma ya maslahi ya vijana au kumfumbia macho kiongozi yoyote au mtu yoyote atakayejaribu kucheza na kuvuruga maslahi ya vijana wetu. Maslahi ya vijana ni mstari wa mbele na kipaumbele chetu cha juu, na hakuna atakayezidisha mipaka ya kufanya vitendo vinavyokiuka sheria, taratibu na maadili ya chama na taifa letu, alafu tumkalie kimya. Kwa hakika tutadili naye, ndugu zangu. Aidha, baraza tumewataka viongozi wote wa serikali watendaji na yeyote mwenye dhamana katika wilaya hii kuendelea kuzingatia sheria, taratibu na maadili, mshikamano na uzalendo wa dhati, huku wakiweka kipaumbele kikuu katika kulinda maslahi mapana ya vijana wa wilaya hii na taifa letu kwa ujumla. Baraza tunatoa onyo kali lawari, la wazi la atakayeyumbisha au kuvuruga maslahi ya vijana katika wilaya yetu, atakayeweka tabia ya ubinafsi na kutofuata na kutokufuata taratibu na sheria kwa maslahi ya vijana, hakika hatutamwacha bila kumchukulia hatua stahiki. Tunasisitiza wale wote watakaojaribu kuendeleza tabia zisizo za kimaadili, kuvuruga amani na mshikamano wetu, au kupotosha maslahi ya vijana wetu, hakika tutawashughulikia kwa nguvu na kwa mujibu wa taratibu na maadili ya sheria zetu za nchi tutahakikisha wanashughulikiwa kweli kweli, na hatutafanya mchezo na mtendaji huyo au kiongozi huyo ambaye anayumbisha maslahi mapana ya vijana katika wilaya yetu. Baraza tumeazimisha, tumeazimia kwamba na tunajiimarisha na tunaweka msisitizo huu kwa dhati kuwa baraza la vijana la wilaya, hatutamwachia nafasi yoyote mtu yoyote kuvuruga mshikamano wa vijana au kudhoofisha misingi ya taifa letu. Kila mwanachama na kila kiongozi katika chama na serikali lazima achukue jukumu lake kikamilifu na tena kwa heshima, nidhamu na mshikamano, ili kuhakikisha maslahi ya vijana yanadumu na, na taifa linapewa kipaumbele kwanza na sio masuala mengine. Baraza la umoja wa vijana wa CCM, tuna masikitiko makubwa sana juu ya mienendo ya baadhi ya watu wanaojaribu kuvuruga amani, utulivu na mshikamano wa taifa letu kwa kutumia nafasi zao katika jamii kueneza kauli za uchochezi, migawanyiko, vurugu na maandamano yasiyokuwa na tija katika taifa letu. Baraza tunatoa onyo kali kwa baadhi ya viongozi wa dini wanaokiuka wajibu wao wa msingi wa kuhubiri amani, upendo na mshikamano, na badala yake kujihusisha na kauli na vitendo vinavyochochea migogoro, vurugu na kuvuruga utulivu wa nchi yetu. Baraza tunasisitiza kuwa dini ni nguzo ya maadili na amani si chombo cha mgawanyiko au uchochezi, na hatutasita kulaani vikali vitendo vyovyote vitakavyokiuka misingi hiyo ya amani, upendo na mshikamano katika taifa letu. Aidha, baraza tunatoa onyo kali kwa baadhi ya wazee ambao wamekuwa viongozi katika serikali yetu au chama na sasa wamestaafu katika nyanja mbalimbali za uongozi, ambao badala ya kutumia uzoefu wao kuijenga jamii na kuwa mstari wa mbele katika masuala ya kiuzalendo, wamejikita katika kauli za kubeza, kuchochea, kuleta taharuki na kuvuruga mwelekeo wa taifa letu, ambalo tunajua kabisa maelekeo haya na maneno hayo na uchochezi huu unaharibu maslahi ya vijana wetu. Baraza tunasikitishwa sana na mienendo hiyo na tunaona kuwa ni kinyume na maadili ya taifa na uzalendo na wajibu wa kizazi chetu, na tunaona dhahiri kwamba viongozi hao waliostaafu na sasa hivi wanaendelea wanachochea e, au wanaleta maneno ya uchochezi katika kuharibu amani ya nchi yetu tunaona kwamba hata kipindi cha uongozi wao ndio waliorudisha nyuma maendeleo ya vijana na taifa letu kwa ujumla ndugu zangu baraza tunasisitiza kwa msimamo usiotetereka kwa kuwa hatutawalegezea kama watu au makundi yoyote atakayojaribu kuharibu amani mshikamano na mustakabali wa vijana katika taifa hili na tutaendelea kupambana kwa hoja kwa sheria na kwa misingi ya haki na maadili kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa nchi ya amani, umoja, upendo na mshikamano kama mwasisi wetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyotupa amani katika taifa letu na kuendeleza amani katika taifa letu. Baraza tunatoa wito kwa wahusika wote kuacha mara moja kauli, vitendo au mienendo inayochochea migawanyiko na taharuki na badala yake kuungana na juhudi za serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na wananchi katika kulinda amani utulivu na maendeleo ya taifa letu. Kuna jamaa mmoja leo nimemsikia ambaye ni mwenyekiti si wa Chadema huko Nkasi si Nkasi, anaitwa Subu alikuwa akizungumza hmm, na kusema sasa hivi CCM imeacha kufanya siasa na badala yake imeiachia dola maneno yale kwanza mtu yule nimemtafakari mara mbili tatu, lakini nikakumbuka ya kuwa ndio yule yule chama chake hicho hicho, na chama chake alifanya uteuzi wa viongozi mbalimbali kwenye kamati yake ndani ya mkoa ule wa kanda ile, akaweka hadi ndugu zake, babu zake, bibi zake, kaka zake, shangazi zake, na mwisho wa siku nimeona sasa hivi wamefuta ule uongozi wake kwao. Nimemtafakari anavyosema siasa ile tumwachia dola. Chama cha Mapinduzi hakiwezi kuiachia siasa serikali. Chama cha Mapinduzi tafanya siasa yetu, na tunafanya na tunaona mwenyezi wetu taifa Mheshimiwa ndugu Kenan kiongozi, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Yuko kwenye ziara mbalimbali na sasa hivi yuko Singida. Tunaona namna gani anafanya siasa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Niwaondoe hofu wananchi na wanamoshi vijijini kwamba hakuna Chama cha Mapinduzi akiwezi kuachia dola kufanya siasa. Ndugu zangu, nihitimishe kwa kusema kwamba Baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya yetu ya Moshi Vijijini, tumehitimisha kikao chetu kwa azma ya kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na tumeridhishwa na utendaji kazi wake na uchapaji kazi wake yeye pamoja na watendaji wake katika ngazi za mikoa, wilaya, kata na hata ngazi za chini. Ama kweli, daktari Samia Suluhu Hassan kazi ameifanya na inaonekana, sio ya maneno tu, bali ni kwa vitendo, hata kwa yale ambayo tunayaona katika jamii yetu. Kila mmoja ni shuhuda kwa kazi kubwa aliyoifanya. Niseme tu, baraza tumeazimia kuwa tutaendelea kuunga mkono, iwe mvua iwe jua, iwe mchana iwe usiku, tutaunga mkono jitihada za rais wetu daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali yake, tukisisitiza mshikamano, uzalendo, amani na umoja katika taifa letu.